Na mtazamaji, naye Askofu Mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit, sasa anaitaka tume ya uchaguzi nchini kuzima kwa haraka nyuzi joto za kisiasa zinazoendelea kupanda zaidi ya mwaka mmoja unusu kabla ya uchaguzi mkuu mwakani. Na Sapit akikemea kuongezeka kwa matumizi ya magenge katika mikutano ya kisiasa, akionya kuwa tabia hiyo inahatarisha usalama na uthabiti wa taifa. Aidha amewataka wanasiasa kuzima kelele za siasa za malumbano na kushughulikia huduma kwa Wakenya ni e, nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema a, a, kile kinafanyika sasa a, si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini nafanyika. IBC ndio e, e, inaweza e, e, pamoja na EACC e, kusema a, mikutano hizi ikiwa na furugu basi wanaweza kudisqualify mtu kwa kuleta furugu. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapo awali uh, ya watu wanaitwa guns ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirongo tofauti tofauti, na kila mrengo ina guns yake, na nataka kutahadharisha wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu, nje ya Haiti, ilianza tu hivi hivi hivi. Wale walitreiniwa na mirengo za wanasiasa na basi ikawa shida na tishio kwa nchi, mpaka nchi zingine na mataifa wanakuja kuingilia kati.